Ndugu zanguni, karibuni katika dakika chache hizi, ambazo hivi nini ambacho mwalimu anatakiwa awafundishe kwenye setup za shule. Mwalimu mwalimu atapambana kuwafundisha maisha ya mwanafunzi. Mwalimu actually ana address na address sehemu tatu za mwanafunzi, mwanaadresi akili ya mtoto Kini mwalimu anaadresi moyo mtoto, lakini pia mwalimu ana dili pia ya mtoto. Sasa wakati mwalimu anafundisha somo lake, anachokifanya ni kwamba mara nyingi sana ana adresi akili yake mtoto, lakini kutokana na reactions za mtoto na wanavyoshiriki watoto uh, Wakati mwalimu anafundisha basi, mwalimu italazimika sasa aanze kuangalia huu moyo wa mtoto anaosaidiaje, lakini pia hii roho ya mtoto naisaidiaje. Akifanikiwa mwalimu kufanya hivi, basi huyu atakuwa transformed, atakuwa sio mwalimu wa kawaida, atakuwa ni mwalimu mlezi, kwa maana kwamba mwalimu ambaye sasa haishii tu mfundisha mtoto uh, kama ni somo lake, kwa mfano kama ni physics, ni chemistry, lakini huyu mwalimu anadili na kila aina ya changamoto. Zama. Kwenye zama hizi ambazo tunazo uh, vingi ambavyo walimu wanafundisha watoto wanaweza wakajifunza wenyewe. Contemporary teachers. Vingi ambavyo mnafundisha darasani laki wanafunzi wanaweza wakajifunza wenyewe. Uh, the fact that wanafunzi wanaweza wakajifunza wenyewe, njia pekee ya kuleta tofauti kwenye kile ambacho unakifundisha. Ni kuadresi moyo wa mtoto, kuadresi roho ya mtoto, kuadresi kili ya mtoto. Kufanikiwa kufanya hivi, basi juhudi zako zitakuwa na matunda mazuri na nafunzi watafanya somo lako liwe na impact kubwa, lakini pia sio somo lako tu, kwa ujumla wake To transform vijana hawa kuwa ni vijana ambao watakuwa na uh, watakuwa na athari huko baadaye. Kwa hiyo focus kwenye mambo haya wakati una dini na watoto, na tunaamini kwamba hii itakuwa ni best approach ambayo itakusaidia uh, itaku kuwa guide watoto wako. Asanteni sana, niwatakie siku njema.